Mm -hmm. Uh -huh. Yeah. Maji ya shingo nikikaa na tamani muda rudi nyuma ni rekebishe nisilie tena tena. Oh, oh, oh. Mm, dunia imenizonga mitia nimenishinda

Ndugu yangu mwile, mwenzangu mimi, hapa sikuja kukaa, nimesimamia klachi, nime tu nimekuja hapa kwa ajili ya ili jambo letu. Kwa hekima zako na mvi zako, kama waziri mkuu mstaafu, nataka unipe ushauri, na na na, kwa sababu una siku hizi na akili nyingi sana, mimi sina kuweza kukushauri wewe, ila kinachotakiwa kufanyika kifanyike ili kuwanusuru hawa watoto na mabalaa naweza kuja kutokea. Na mimi nilikuwa nafikiria hivyo hivyo, nilikuwa nafikiria kama ulivyofikiria wewe. Hivi Zabibu bado ameshikilia msimamo huo? Ili jambo angekuwa kalisema mtu mmoja sawa, lakini hili neno sasa hivi lilishikua bango. hmm. Alisema ni mtu lakini mtu na akili zake timamu, hawezi kuja kuzungumza jambo la uzushi kama hili. Sasa mkubwa mwenzangu, kwa hili unanisaidiaje? Sababu mimi maji ya shingo sasa hivi maji ya shingo na ning'inia. Kama ni maswala ya hela, mimi nitamwambia Jo, anaweza kutusaidia tukapata hela kufanya maswala ya matambiko hayo, na ukizingatia sasa hivi mwanangu Zambe anaumwa na siku zake za kujifungua ziko karibu. Uenda <laughs> hapa akazaliwa mali nyingi, ukazaliwa wewe lakini atapoa. Jina langu vipi bwana? Asante bwana, haya kwa heri. Sawa bwana. So, lakini rafiki zetu wanatukumbuka, wanatukumbuka wakina Whisky, wakina Mburu Sele Mdosi, wakina Ali die, never ah, dies, never dry okay. mm -hmm. hai bwana, asante naomba wasalimie huko. Maji ya shingo, maji ya shingo nikikaa na tamani muda rudi nyuma nirekebishe nisilie tena tena, oh.

<toms> Nataka kuondoka kwenda mjini. <toms> <toms> <s deposit> <toms> Sawa, nataka nikaangalia angalie kidogo mji kuhusu. <toms> Mji mwanangu, utakuwa hujabadilika bado, ila mi nikuase tu, utakapokuwa huko mjini, kumbuka kwamba sisi tuko huko, usitusahau kabisa. Aya, siwezi kusahau. Nikuulize swali binti yangu, nini ambacho unaweza kuwa unajutia mpaka sasa katika maisha yako? Sabibu mdogo wangu kwa mama, kubaki na msimamo wako naukutaai, dadaku nife, si ndio? Najua hakuna atakayeniamini kwa chochote, na pia wanataka kufanya tambiko. So kila la <laughs> heri. Yaani, pamoja na kila kitu nilichokufanyia na kwa yote ulionitendea, leo unaweza kunijibu mimi? Ulitaka ni kujibu nini? ulitaka nikwambiaje? <laughs> Kiukweli sitaki kuona mbaya wala sitaki kukutenga wangu. ama nisikuamini. <laughs> pamoja na mambo yote na yako dhahiri kabisa, naonekana bado naendelea kuificha. Ah zambe wacha wafanye E, nta sijui ni mwamini nani mimi, sijui mwamini nani mimi. Mwisho wa siku mimi nitakuwa na maisha yangu, so uwe mwamini mumeo hmm? Hey, unanijibu hivyo mimi oh, labda hakuna ambacho kinajutia labda tu mama kufa kabla y sijampa yale maisha mazuri ambayo nilikuwa nayatamani. na hilo limekufunza nini? Amna lolote, ila tu ningetamani angalau mama angeendelea kuishi hata kidogo tu, yaani kidogo tu. Kwa hiyo tunatakiwa tuinjue maisha yetu kwa wakati aakwe. Ni sawa? Ehe, saizi babu, unaweza ukaendelea na ile story ambayo uliachilia pale katikati hapana kat. binti ya ila nakuahidi kwamba iko siku nitakuelezea vizuri sana. Ona ona, unasubiri ufe alafu ndo ushinde kuniambia. Ah mwanangu, wimbo bado mzee mtoto na mama. Mungu aendelea kunipa uhai na urefu zaidi, ili nijakualisia hadithi yote ambayo naitaji hiyo siku ambayo nitaamua kuhalisia, ndo nitakwambia kila kitu. Kama kuna uongo, nitakwambia na kama nimefusha muda tu, pia nitakwambia. maji shingo <tipa> <tipa>

Sema hivi huyu haruhusiwi kuwa katika eneo hili la hospitali. Yes, na sio leo tu, bali siku nyingine yoyote ile kuanzia sasa. Sawa sawa, bos. Kwa kusema hayo, maana yake naomba utoe ada, naomba ti sheria bila shuruti. Naomba tuende. Ntaenda. Hivi, hakuna hata siku moja utahitaji msaada kutoka kwa mm. Sasa wewe leo unahitaji msaada gani mama? Mi namshangaa sana mwanangu, mbona na mambo ya ajabu, ana roho kama jiwe mwanangu mm. Yani mimi huwa nawaza, afu nafikiria sana yani huyu mtoto sijui nimebadilishiwa hospitali Mama hata hujabadilishiwa, ila ni tabia tu za watu, watu wanabadilika. hmm. uh -huh. Huyu ni kiboko, tena ni kiboko sana. Yaani huyu mtoto hata akikatazwa, hata akiambiwa nini, kitu anakifanya yani achukui hata tahadhari hata kidogo. Unajua mimi mpaka najiuliza ana kitu gani huyu, mpaka namshangaa. Mimi naisi ana mapepo. Sio bure mama. Alafu hivi mama, unaona mwanao anafanya vitu kama anafanya. Mume wangu u kwa, kwa saa kweli, mi nahitaji msaada wa kuwa na wewe. Unajua, unanipotezea muda eh? Alafu kuna wagonjwa wananisubiri tayari na niko nje ya muda, tafadhali. Hansi, hichi unachokiongea ni bora ukae wewe na uhakika nacho, utakuja kunikumbuka Hansi. Usichukue maamuzi, fikiria Hansi. Hivi wakati pale maneno yanakutoka mbele ya mwanaume wako eh? Ulikaa ukaifikiria kesho yako itakuwaje? Kaka, fanya kazi yako toa huyu mtu dada. Usitege tukaalibia na kazi. Kwa heshima, tuende. Hey, niache. na kuheshima naomba tuendenache nimekuambia, siendi Nafuta oda sendeatata bosi wangu naomba tuende tuende, tuende. Shab utoke okay. Nitatoka nitakavyojisikia. Usitoe hivyo. Wapo sawa, mwanangu ila mda mwingine ni tamaa mm. Lakini kwa joo akutaka kupoteza joo, anakupenda ah, mm. <laughs> Lakini mama, unajua mi namshukuru sana Mungu ambaye amenilinda na kunipa wai mpaka leo, kwa sababu unajua bila zabibu kuendelea kumsumbua mume wangu, nisingejua kama kuna kitu kinaendelea na watu wangeniua mama, mm. <laughs> Mungu alali. Kweli kabisa mama, nakubaliana na wewe mm. ah. Baba, kiukweli, yale maneno yako yalikuwa ni ya msingi sana na sahihi sana kwangu sana. Yani sijui hata nisemaje. Na sisi tulioko kijijini huko tumeona watu wenye ukazao Unajua baba, nikwambie jambo moja. Mimi nakubali kwamba kuna vitu nimejifunza vingi, lakini pia hili jambo zambi, mke wangu linamuhusu kwa sababu yeye alimpa mdogo wake uhuru mkubwa sana kuwa karibu na mimi, kitu ambacho nahisi akikuwa sahihi. Hili jambo linawahusu nyote wawili kwa sababu mliliendekeza, na zaidi na kulaumu wewe kwa sababu wewe umekubali kuingia kwenye shimo kirahisi sana. Sawa mzee wangu, mimi kiufupi niseme tu nimejifunza kulingana na makosa yaliyotokea. Nafurahi kama umejifunza vizuri sana, kama umejifunza. Na asante kwa kunielewa. Asante sana mzee wangu, lakini ungependa nikuambie jambo moja ambalo la nitera roho yangu, Luksa. Mzee wangu, niambie, mimi ni kijana wako, Luksa. Ukweli mispendi ile kazi, shughuli unaofanya pale mjini, na uwezi uwezi kabisa kunishawishi mimi kubali kwamba umeacha ile shughuli. Mi najua ile hospitali pale ndio aleki. Baba, unajua hmm. kabisa naondoka ila tuna deni letu. Deni? Baba, hmm. Deni gani? Ah, binti yangu tuna jambo letu tuna ada kwa hiyo mimi siruhusi kulijua. Ah, unaruhusiwa. Basi niambieni ni jambo gani? Si kwamba nitakuja kumwelezea ana nawe pia nitakufahamisha mm-hmm. Basi niambieni jamani, hata kidogo inahusu nini? Ntakuja kuwafahamisha, nataka iwe surprise. <laughs> <laughs> alafu Wini, ntakuja kufata muda sio mrefu. Mjini ndio bora, ni mjini jamaa, yaani mwaakuta washa washaongea wenyewe na shemeji yake, washapanga, wamemaliza. Ila usijali baba, mi kabla sijaja kumchukua ntakuambia, tutaongea tu vizuri yeah. Sawa lakini, <laughs> kwa mazungumzi wenu hapa inaonyesha mesha kubaliana kitambo. Sasa je, nikisema hapana? Baba, kweli tunaweza tukafika hadi huko baba? Hmm. Mimi wala sina ulazima wa kwenda huko mjini, na ikiwa kama we mwenyewe hujaridhia mimi kwenda huko, basi sitoenda. Na mimi binti yangu sitoweza kukatalia kwenda huko

Maji shingo maji. Karibu. Asante sana baba. Shikamoo mzee, nikuwekee chakula gani? Hapana mzee, nitakula ah, tu baadaye huko. Hapana, usione ni usumbufu. Ah, gharama ni usumbufu, unanisumbua mimi ah, baba mimi niko sawa, naona kama nakusumbua hivi. Hapana, unisumbui. Okay, basi sawa. Uh, ntakula wale samaki sawa. <laughs> <laughs> Ntakuagizia sawa, sawa. Nashukuru sawa. Unajua mtoto wakuu ikwa babake ni kweli mzee. Okay, tell me. Well, uh, baba, mi nimekuja kwa swala langu lilelile tu. mm -hmm. Kuhusiana na madaktari yeah. E, watakuwa wakipishana kuzamzam kila mmoja mpaka hapo utakupata wengine. mm -hmm. Sasa mimi nilikuwa na ombi baba. mm -hmm. Ah, nilikuwa naomba at least ningekuwa napata wawili wa uhakika eh, kwa ajili ya majaribio. Eh, kwa sababu hawa ni watu ambao nawaamini sana. Hilo ndio ombi langu kubwa mzee. Ah. Mimi nimewaelewa wazee wangu, na nafikiri kuhusiana na hilo swala la hela, nitawatumia kwa sababu naona mda wa shughuli umekaribia, ila pia naona niende na Zambe mjini, lakini shughuli itapokuwa imekaribia, basi nitarudi naye tena kijijini. Hapana baba, Zambe atabakia tu hapa. Kwa nini tena mama? Kwa sababu ya hali yake ni kweli mama, hata mimi nimejaribu kwa shauri hivi. Ni kwa sababu ya hiyo hali yake, nafikiria tukienda mjini kule, kwa sababu kuna hospitali nzuri, kwa hiyo hata huduma zake zitakuwa ni nzuri zaidi. Hata hapa mbona kuna zahanati nzuri tu, tena wanahudumia vizuri sana. Yaani kwa hilo usiwe na na wasiwasi, na vile vile, sisi kwetu tuna mila yani za kwetu okay, kwamba mtoto akishapata mimba ya kwanza lazima akae kwa wazazi wake mpaka ajifungue. Baba, nimekukatalia kwa sababu unataka ujenge himaya yako mwenyewe, ni sawa baba, kuwa misikiichukulia kiihivyo, lakini kama umeamua hivyo sawa, basi sawa, nimekuelewa sawa baba, acha mimi nikasubiri chamo chanu Dr. Hans. Hivi naamini achokwambia mama. Baba, unajua kitu kimoja. Nyinyi wote ni wazazi wao na siwezi kuwatenga. Kwa hiyo kama ambavyo nilikuamini wewe, hata yeye mama pia nimekuamini, ijapokuwa utofauti tu ni kwamba uh, nimekuja kuyaamini ya kwake, tayari nimeshakuwa na uwezo wa kutafakari na kubadavua vitu kwa makini sana. So nachoweza kukisema ni kitu kimoja tu, ningeomba hizi tofauti zenu zemi, zilizooziishi isi nyinyi wazazi wangu mmalize maisha yu ya uzee wenu mkiwa na furaha na amani. Basi twendeni wote kama ikiwezekana. Hapana. <laughs> <laughs> acha tu akae. <laughs> Amna tatizo, baba atakuwa salama tu sawa. Basi mi nitaongea na Zambe pia nitamshauri kuhusiana na hilo. Mi mbona nishaongea naye baba, alafu nimemwelesha kila kitu, anaelewa Okay, sawa basi mimi nafikiri katika hilo sina wengine tena la kuchangia eh. Kijana wangu Joe, huku no. Kwetu kijijini tuna wakunga wajadi wenye hekima kubwa sana, kwa hiyo usiwe na wasiwasi, mkeo atajifungua salama wasalmini, kwa sababu sisi tunatumia vitu eme natural, mm. natural, papai, natural. Embe, natural. <laughs> Kabla hii teknolojia ya mahospitali watu walikuwa nazaa bila operation, kwa sababu wanakula vitu natural <laughs> kwa hiyo, ili usiwe na wasiwasi, mi nataka wajifungue salama wasalmini, litokee jukuu kama mimi, mali nyingi dingisha. Mzee wa udambu udambu mzee <laughs> <laughs> wa fitna, au mke wangu unanikataa, unanipinga? Kama unanipinga leo utalala chini, upate wa mama pafu. Unaishi kwamba nikudanganya? Hapana <laughs> ila wewe ulikiamini kile ambacho kilitokea kwa wakati ule, ukiona msaa alichoambia nadhani hapo kuna marekebisho kidogo, kwa sababu nachoamini mimi ni baadhi tu, ila sio wanaume wote. <laughs> Najua unaongea hivyo kwa sababu hapana, no. Ukiwa mtu makini, lazima uangalie haki, na haki ndicho anachokifanya. Unajua kuchepuka haimaanishi kwamba wewe, mwanaume, nakufanya wewe mwanaume zaidi au nakuongezea kitu Hapana, hapo ndio wengi tunakosea. Okay, thank you for coming. Yeah. <coughs> <coughs> <coughs> nachotaka kukifanya ni kumpatia, ana 40%. Mimi ni baba. Are you serious? Umefuata nini kwangu? Nimekuja. Kwa hiyo wewe unadhani ningeweza kukuita hapo kuongea nawe pasipo kuwa na ushahidi wowote? Kama ushahidi gani? Licha kama kuna kitu kitatokea na huu mzigo ukapotea, basi hakikisha na nawe ni sponsor mimi. Kipi ambacho nitakisema ambacho wewe utaniamini? Ongea chochote tu. Mbevi, ondoka kwangu, kwa sababu wewe hauna nia njema na mimi wala dada yako. Nalisha na kwambia takijijini kwamba mimi na wewe basi, na hata dada yako usie